Mama au mwanamke mara baada ya kuweza kujifungua uzito wake huwa unaongezeka na wengi wanakuwa wananenepa ukilinganisha na kipindi ambacho alikuwa si mjamzito. Sasa hali hii wengi wamekuwa wakijiuliza maswali, inasababishwa na nini? Na je, ni namna ipi ya kuweza kupunguza uzito mara baada ya kuweza kujifungua? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea chaneli yangu, naweza subscribe hapo chini, ili uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga um. Sasa kuna mmoja ya mfuatiliaji wangu aliniuliza swali hapa, huyu nafikiri Ami anaitwa J, anasema kwamba mimi nina swali, je, kwa nini mwanamke huwa ananenepa baada ya kuzaa? Sasa ukiangalia vizuri kwenye hii comment, muuliza swali ni kama hajapenda ile kunenepa mara baada ya kuzaa au mara baada ya kujifungua mtoto, na hii huwa inawatokea kina mama walio wengi, si wote, lakini wakina mama walio wengi, unakuta wewe ulikuwa ni mdada, uko slim, uko vizuri lakini mara baada ya kuweza kubeba mimba, tunajua kuna mabadiliko mengi sana ambayo yanatokea katika kipindi cha ujauzito. Ulipojifungua, ukanyonyesha, ukamaliza, basi unabaki na unene fulani, au na uzito fulani ambao ulikuwa haufanani na mwanzo kabla hujabeba ujauzito. Sasa jambo hili lina kawaida sana kwa kina mama kuongezeka uzito au kunenepa mara baada ya kuweza kujifungua, japokuwa wengine huwa hawapendezwi na hii. Hali ya kuongezeka uzito au kunenepa huwa inatofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine. Kama nilivyosema, si wote, unakuta mwingine ameweza kujifungua, yeye hajanenepa, uzito wake kurudi kawaida kama alivyokuwa si mja mzito eh, kipindi cha nyuma, lakini kuna wengine wanakuta yeye moja kwa moja uzito umeongezeka sana, na wengine wanakuazika kabisa, anakuwa mnene, mwili wake unakuwa hauko vizuri. Sababu ambazo zinapelekea mama mara baada ya kuweza kuzaa au kujifungua uzito wako kuweza kuongezeka maradufu kilinganisha na kabla hujabeba mimba, kwanza kabisa, sababu ya kwanza ni yale mabadiliko ambayo yalitokea katika kipindi cha ujauzito. Katika kipindi cha ujauzito tunajua kwamba uzito wako ulikuwa unaongezeka kulikuwa na mji wa uzazi ambao ulikuwa unakuwa, lakini vilevile kuna mabadiliko mengi ambayo ilitokea kwenye via vya uzazi na mwili wako kiujumla. Sasa yale mabadiliko kutokana na zile homoni za uzazi, haswa homoni ya progesterone ambayo ilikuwa inabakisha maji mengi, na vile vile kuna mabadiliko mengi ambayo ilikuwa inapelekea homoni hii, lakini vile vile na homoni ya estrogen haya mabadiliko yanayotokea katika kipindi cha ujauzito ndiyo ambayo yanapelekea uzito mkubwa kuweza kuongezeka katika kipindi cha ujauzito. Sasa unakuta akinamama walio wengi, anapojifungua, uzito unaweza kuja kupungua, lakini hauwezi kupungua moja kwa moja kama mama ambaye alikuwa au ukilinganisha na kipindi ambacho alikuwa hajabeba mimba. Kwa hiyo ujauzito wenyewe kama wenyewe unachochea mama, mara baada ya kuweza kujifungua, unakuta umenyonyesha mtoto wako labda mtoto ana mwaka mzima toka ujifungue umepitisha mwaka mmoja, lakini uzito wako haufanani na kipindi ambacho ulikuwa si mjamzito au kabla ya kuweza beba mimba hiyo. Unakuta uzito wako umekuwa mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ya ujauzito umeweza kuchochea. Jambo lingine ambalo linaweza likapelekea mama kuwa na uzito mkubwa ni mabadiliko ya homoni kipindi ambacho unanyonyesha. Unaponyonyesha tunajua kwamba zile homoni za uzazi huwa zinapungua kidogo, zina ulikaribia kwenye ile msawazo ukilinganisha na kipindi ambacho ulikuwa mjamzito, lakini kuna baadhi ya homoni huwa zinaongezeka, kwa mfano kama homoni ya prolactin. Hizi zinasaidia kwa ajili ya swala zima la kunyonyeshwa na masuala ya maziwa katika kutengenezwa maziwa. Sasa homoni hizi mara nyingi huwa zinachochea mama aweze kula chakula na wakati mwingine anakuwa na hali fulani ya msongo, na mwisho wa siku inampelekea mama aweze kula sana na hii kula sana ndio ambayo inapelekea wakati mwingine uzito wako unaweza kuwa unaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu zinachochea namna ile ule, ili uweze kutengeneza chakula na uweze kupata maziwa ya kutosha kwa ajili ya mwanao ambaye umeweza kujifungua. Kwa hiyo, endapo kama mtakula vyakula ikiolela e, au bila kufuatilia mpangilio wa mlo ambao uko vizuri, basi uzito wako utaongezeka maradufu ukilinganisha na kipindi ambacho ulikuwa labda bado hujapata mimba na kuweza kujifungua. E, jambo lingine ni msongo. Naposema msongo, maanake wakina mama wengi wanakuwa na msongo haswa. Unakuta labda ilikuwa ni mimba yako ya kwa kwanza umejifungua, ndo mtoto wako wa kwa kwanza, hauna uzoefu wa kunyonyesha, hauna uzoefu wa malezi. Kwa hiyo mwisho wa siku kile kipindi cha usiku unakosa usingizi. Hizi naongeza msongo wa mawazo au msongo wa mwili, wakati mwingine kapeleka, kuna baadhi ya wakinamama wakaishia kwenye sonona kama hawana E, usaidizi mzuri sana kutoka kwa wasaidizi wao, inawezekana labda ni mpenzi wake au mwenza wake, au lakini na familia kiujumla, kwa mfano labda mama yake au ndugu wengine, haswa katika kizazi hichi ambacho unakuta watu ambao labda ni wapenzi wanakaa wawili, mwingine anaenda kazini na mwisho wa siku mama anabaki peke yake kwa ajili ya malezi kwamba anakuwa na msongo, mwisho wa siku ule msongo ambao tunaita stress, mwisho wa siku zinaweza kapelekea zile homoni kuweza kuongezeka, hasa hizi homoni zinategemeana. Kuna baadhi ya watu ambao unakuta akiwa ana msongo wa mawazo au ana stress nyingi, anakuwa anapendelea sana kula, kwa hiyo unakuta muda mwingi anatumia sana kuweza kula, na zile homoni za stress ambazo zinaongezeka, mwisho wa siku zinapelekea njaa, na mama anakuwa anakula sana. Kwa hiyo kama anakula sana, mwisho wa siku inaweza ikampelekea yeye uzito wake kuweza kuongezeka, na mama atakuwa na ananenepa sana na uzito wake utakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu ya ulaji. Lakini vile sababu nyingine ni kuto kufanya mazoezi. Tunajua mara baada ya kuweza kujifungua, kweli kazi ni kubwa ya malezi ya mtoto, ufue visepe kila baada ya muda fulani au kama natumia pampas uweze kubadilisha, uweze kufua nguo. Lakini vile vile bado kuna kazi ndogo ndogo za kuweza kuzifanya pale nyumbani. Hizi kazi ambazo unakuwa unazifanya wakati mwingine unaweza kapelekea wewe kushindwa kuweza kufanya mazoezi kwa hiyo muda mwingi utajikuta wewe unatumia kwa malezi ya mtoto kumnyonyesha, kumlisha, kufua nguo zake, hautofanya mazoezi. Kama ufanyi mazoezi mwisho wa siku na unakula sana, hii inaweza kapelekea uzito wako kuweza kuongezeka maradufu na wakati mwingine unaweza kukuta uzito umekuwa mkubwa sana na mwisho wa siku unakuwa upata hatari ya kuweza kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kisukari namba na mbili, magonjwa ya pressure lakini pia na magonjwa ya moyo. Sababu nyingine tunajua kwamba kuna baadhi ya kina mama wao wanakuwa ile hamu ya kula inaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu ya unyonyeshaji. Kwa hiyo kile kitendo chuu cha kunyonyesha kwa mama kinampelekea mama huyu kuweza kutaka kula zaidi, ndio maana ukuta mama anayenyonyesha anakula mara kwa mara na anatakiwa ikiwezekana ale zaidi kuliko mama ambayo alikuwa ni mjamzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatengeneza maziwa ambayo mtoto atahitaji. Na kama mama huyu amekuwa katika mazingira ambayo hayo yana msongo na haya mabadiliko ya hormone na kama mtoto ananyonya sana kwa mama, atakula sana chakula, na hapa manake tunaunganisha moja kwa moja na ulaji wa vyakula vibovu. Inaweza kuwa ni sababu moja wapo, kwa mfano mtu unakula sana chips, mayai, unakula ugali sana, unakula wali mara nyingi sana, ufanyi mazoezi mwisho wa siku uzito wako lazima uwe juu. Haunywi maji ya kutosha, na ukiunganisha na hii misongo, mwisho wa siku katika kipindi chako ambacho umekuwa ukinyonyesha au mara baada ya kuweza kujifungua. Sasa inawezekana mtoto ana mwaka mmoja, na unajua watoto wanapozidi kuongezeka ndo wananyonya zaidi. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku mama huyu anakuwa na uzito mkubwa na ananenepa, na mwisho wa siku akawa anajiuliza maswali, sababu ni nini? Hizi ndio sababu ambazo kubwa zinaweza kuchangia wewe huweza kuwa na uzito mkubwa kupitiliza. E, wakati mwingine kuna mama baadhi unakuta wanaendea kabisa kwenye fetima au kiriba tumbo. Kama alikuwa na uzito mkubwa kipindi cha ujauzito au kabla ya kuweza kupata mimba, hawezi kupunguza uzito kipindi ambacho unakuwa unanyonyesha, kwa sababu wakati mwingine inaweza kaathiri utengenezwaji wa maziwa kwa mtoto wako, na mwisho wa siku ajikuta kwamba unahitaji kuweza kuongezea maziwa ya kopo kwa mwanao, kitu ambacho si salama sana kiafya kwa mtoto wako. Sasa basi endapo kama sasa umeshafikisha labda miaka miwili, umeachisha kunyonyesha na unataka kurudisha uzito wako, e, katika uzito ambao labda ni stahiki ambao wa afya, labda kama ulikuwa umeongezeka, unataka kupunguza baadhi ya uzito, kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya. Jambo la kwanza kabisa, hakikisha unafanya mazoezi. Jambo la mazoezi ni muhimu sana, e, ndani ya siku tano zile za wiki, hata ukifanya nusu saa ukakimbia, ukafanya baadhi ya mazoezi eh, ukajiunga kwenye baadhi ya timu ambazo zinahusika na masuala ya mazoezi kama kuruka kamba na mazoezi mengine madogo madogo ambayo unaweza kuyafanya, ni vema kuweza kuyafanya nusu saa tu kila siku. Hata ukifanya siku tano za wiki, itakuwa ni vizuri sana na mwisho wa siku unaweza kupunguza uzito. Lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba unapata mlo ambao ni stahiki, mlo ambao utakusaidia wewe uweze kupunguza uzito wako. Usitumie sana wanga. Mara nyingi nashauri eh, hata kama unanyonyesha, si vema sana kuweza kutumia wanga, badala yake ukatumia vyakula ambavyo vina madini kwa wingi na vitamini. Na kuna video yangu moja ambayo niliweza kueleza kuhusiana na rishe ambayo unatakiwa kuweza kuitumia mara baada ya kuweza kujifungua. Kama ukisikiza video hiyo unaweza click suggestion hapo juu utasikiza video hiyo mara baada ya kuweza kusikiliza video hii. Jambo lingine unaweza ukawa unatumia maji kwa wingi. Sasa kipindi kile cha katikati kwa mfano labda kati ya mlo wa mchana na wa asubuhi pale katikati. Ukitumia maji mengi mfano hata ukitumia lita tatu kwa siku itakupunguzia wewe kuweza kula vile vyakula ambavyo si vizuri. Kwa mfano, unakula labda ma chokoleti, ma chipsi, katikati biskuti, vitu vitamu vitamu eh. Hivi vitu vinaweza kuchochea wewe kwamba ukoongezeka uzito, ukawa na mafuta mengi, kitu ambacho si salama sana. Lakini vile vile, mama, ni vyema kuhakikisha kwamba unapunguza msongo wa mawazo. Unapunguza msongo wa mawazo kivipi? Kuhakikisha kwamba unapata usaidizi ambao ni mzuri. Unapoona umezidiwa majukumu, ni vyema kuweza kupata msaada. Kama utaweka mfanyakazi au kama utasaidi, utawapa watu wengine kazi waweze kusaidia. Lakini vivyo, kitu kingine cha kuhakikisha ni kuhakikisha kwamba unapata usingizi wa kutosha. Ukosefu wa usingizi ni chanzo kimojawapo cha msongo wa mawazo na inaweza kuhakikisha kwamba wewe uzito wako unaongezeka zaidi maradufu. Sasa ni vyema kuhakikisha kwamba wakati mwingine unapata muda wa kuweza kupata usingizi, na hii inaweza kutokea pale kama unaweza kupata msaada ambao mtu anaweza kukaa na mtoto kapata masaa matatu manne ya kupumzika lakini vilevile mme wako au ndugu yako mwingine akaweza kusaidia mtoto wako. Jambo la mwisho kabisa ambayo unaweza kulifanya ni kuhakikisha usijitengenezee mazingira ya kuona kwamba unajichukia kwa maana kwamba uzito labda umeongezeka. Kwa hiyo, jipende, na swala la uzito kuweza kupungua ni swala ambalo linahitaji muda. Mara nyingi inaweza ikachukua miezi sita, na vilevile vile haya mazoezi ambayo nimesema, unaweza ukayafanya, unaweza ukaanza miezi mitatu mara baada ya kuweza kujifungua. Si vema sana kuweza kuanza mazoezi ya kukimbia kuruka kamba mapema e, kwa matoka kujifungua ndani ya ile miezi mitatu ya mwanzo si salama sana, au ndani ya zile wiki sita kama umejifungua labda kwa upasuaji, inaweza kuwa ni issue sana. Kwa hiyo mwisho wa siku, katafuta msaada, na unapofikisha miezi mitatu minne kwenda mbele, ukaanza kufanya mazoezi kidogo kidogo, na muda unavozidi kwenda, ukazoea kuweza kufanya mazoezi. Kwa hiyo epuka vyakula ambavyo si salama na mabadiliko mengine unaweza ukakuta yanatokea kwa sababu ya kula vyakula ambavyo havifai. Kuna mambo mengine kwa mfano, swala la homoni hili linaweza likawa ni changamoto kuweza kulizuia, japokuwa ukifanya mambo mengine, ukanywa maji, ukapunguza kula vyakula ambavyo si salama, lakini vilevile ukafanya mazoezi, na kama umekuwa na msongo wa mawazo, ukatafuta mazingira au ukatafuta hata mshauri ambaye anahusika na maswala ya ushauri kuhusiana na changamoto hizo za stresi mwisho wa siku hizo changamoto zinaweza kuisha, haswa kama labda kuna ugomvi wewe na mwenza wako au hupati usaidizi mzuri kutoka kwa wanajamii ambao wanakuzunguka, basi unaweza ukatafuta mazingira ambayo yanaweza kupata msaada. Hata kama wewe ni, we ni mtu wa kusali, unaweza ukaenda kanisani ukapata usaidizi mzuri, na mwisho wa siku mtoto wako akawa vizuri na wewe ukawa vizuri. Mwisho wa siku uzito wako unaweza kupungua. Sasa kama utakuwa na swali, niulize hapo chini, mimi ndio tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Sasa basi, kuhusiana na hili swala la kuongezeka uzito katika kipindi cha ujauzito ambao nimeweza kulisema, na wakati mwingine unaweza kuchangia kabisa kwa kuongezeka uzito wako na usirudi kama mwanzo ulivyokuwa, ambao linatokea katika kipindi cha ujauzito. Labda unajiuliza maswali kwamba huo uzito katika kipindi cha ujauzito huwa unaongezekaje na unaongezeka, maana kuna utofauti kati ya mama mmoja na mwingine, kwa yule ambaye labda ana uzito stahiki mwenye uzito wa kupindukia, kuna wale ambao wana uzito ambao uko wastani, lakini vilevile kuna uzito ambao uko chini, kwa maana kwamba una utapia mlo katika kipindi chako cha ujauzito. Je, uzito unatakiwa kuongezeka kiasi gani katika kipindi chako cha ujauzito? Kwa sababu unajua kwamba uzito unapoongezeka sana katika kipindi cha ujauzito, ndio inaweza kuchochea pia kuwa na uzito mkubwa mara baada ya kuweza kujifungua na hata maisha yako ya baadaye, na yakatarisha magonjwa ya muda mrefu. Sasa kama ulikuwa unajiuliza swali kwamba uzito unaongezekaje katika kipindi cha ujauzito, basi unaweza ukaklik suggestion hiyo hapo, ukasikiza video kuhusiana na uzito unavyoongezeka katika kipindi cha ujauzito wako.